Akuja <laughs> kwetu sisi kwa wale hawana ID awapatie ID ndio muweze kumpatia ulaula. Uh, kama hutaweza kuvoti kwa ajili yake, hau utaweza kupata id iyo. Okay, ukijua hivyo, tafadhali ndugu zangu, ndugu zangu wa Islam, ndugu zangu wa Islam kutoka Garisa Kaunti, wajia Mandera Kaunti, tuko mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tufunguke macho, tuangalie mbele. Really? Yale maneno ambayo yanaendelea kwa wakati wa, wa, wa, wa, kwa viongozi wetu wa kisiasa. Yes, really. Na wale viongozi wetu wa dini ambao wamepata wamekula pesa na na kututangazia kuwa Ruto ni mzuri kwa sasa. Wametufunga machozi, wanajua sahii hatuwezi ingililia siasa. Wametumia hii, wacha nikienda kumalizia kumali. Uh, Ruto ametumia hii njia, mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, anajua hatuwezi simama na kuongelelea na kusema kile kitu anafanya, akaona sahii pesa kwa Aden Aden Aden Duale amekula pesa mm. Viongozi wa dini wamekula pesa na watu fulani fulani.